Majalio Kyara anaeleza wananchi katika soko la Sanane manispaa hii ya Musoma na kusema lengo la kuongeza motisha ni kuhakikisha wananchi katika maeneo ya vijijini nao wanapata huduma bora za afya. Kuhakikisha vijijini tunapata wataalamu wa afya, kwa sababu wataalamu wengi wanapendelea zaidi kuwa mijini. Sauti ya Umma tumesema, mkitupa madaraka tutahakikisha tunatoa bonus Amin. ya asilimia thelathini ya mshahara kwa wataalamu wote wa afya ambao wataridhia na wataenda katika vituo vya kazi vilivyoko vijijini. Katika hatua nyingine, Kyara amesema kumekuwepo na migogoro ya ardhi mara kwa mara katika jamii, na hivyo mwarubaini ni kupima ardhi yote ili kuondoa migogoro hiyo, lakini pia kuwanyang'anya walioshindwa kuendeleza maeneo waliyo nayo. Tunatambua kuna ugomvi mwingi sana hususan kwenye masuala ya ardhi. Sauti ya Umma tumesema tunataka tuhakikishe ardhi yote ya Tanzania inapimwa. Tunataka tuhakikishe kila kipisi cha ardhi kiwe na umiliki halali. Tunataka kwa sababu moja ya nguzo kuu ni kilimo ya ilani yetu tunataka walioshikilia mashamba makubwa ambayo hawaendelezi, tunataka tuwanyang'anye na tuwapie tuwape wananchi, ili waweze kunyanyua vipato vyao, ili waweze kunyanyua uchumi wa taifa, ili tuondokane na mapori mengi ambayo wenzetu wameyashika naye hafanyi kazi. Mgombea huyo wa SAU bado yupo katika ardhi ya mkoa wa Mara ambapo atatembelea nyumbani kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kusalimia familia ya mwalimu pamoja na kuzuru kaburi la baba wa taifa. Augustine Mgendi, Azam News, Mara.